Askofu Stefano Lameki Musomba OSA ameteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa askofu wa kwanza wa jimbo katoliki la Bagamoyo. Kabla ya uteuzi huo, Askofu Stefano Lameki Musomba alikuwa ni askofu msaidizi wa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam. Kanisa la jimbo katoliki la Bagamoyo ni kanisa la Moyo Safi wa Bikira Maria lililoko mjini Bagamoyo. Jimbo katoliki la Bagamoyo linakuwa na parokia 22 Mapadri jimbo nane, mapadri watawa 37 na watawa nane. Baba Mtakatifu Francisco, tarehe 7 Machi 2025, anaunda jimbo katoliki la Bagamoyo nchini Tanzania kuligawa jimbo kuu katoliki la Dar es Salaam na jimbo katoliki la Morogoro na kumteua askofu Stefano Lameck Musomba OSA kuwa askofu wa kwanza wa jimbo katoliki la Bagamoyo. Kabla ya uteuzi huu, Askofu Stefano Lameki Musomba amekuwa akihudumu kama askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Naitwa Isaac Mziwanda na hii ni Breeze Online TV. Hadi wakati mwingine.